Juzi kwenye saa saba ya usiku ilitokea, huyu mama alikuwa nagonga pale getini kwangu, akaniambia balozi, mimi nimechomwa kisu na mme wangu, lakini naom, m, kwa msaada wako naomba unipeleke hospitali ili nikipate matibabu kwa sababu maumivu ninayoyaona ni makali sana e, basi tukachukua tukatafuta mipango ya usafiri, tuka mimi na mwenyekiti tukapata usafiri tukampeleka hospitali ya wilaya ana, kwenye saa saba ha, ndio akafariki. Nikapewa hizo taarifa, wakaniambia yule mgonjwa amefariki. Huyu mwalimu alikuwa anaitwa Hadija Jumanga, ana watoto wanne hili limeanza ugomvi, mara kwanza nilikuwa nimempiga. Kumpiga hapo ndio akamwambia, nataka hapo uondoke uende kwenu, maana mimi sinafunga ndoa na mimi. Akamwambia, nipe muda wa siku tatu, muda wa siku tatu aje. Ipo siku, siku, siku takueka kilema cha maisha kuwa anamwambia. Sasa hivi juzi ndio saa saba za usiku mimi nilikuwa sipo, kuwa sipo ndio huyu mkaka akanitumia meseji asubuhi akaniambia, nenda hospitali kaone mdogo wako. Ndio akaamua kumchoma kisu hapo njiani, baba. Tukio kwa kweli limetusikitisha sana sana sana na sisi mara nyingi wanawake huwa tunaana kwamba tunakosa haki zetu kutokana na hili tukio, kwa sababu wanaume wanatukufanyia wanafanyia kitendo ambacho si kizuri. Sababu kama mtu amesha kukataa, au kwa nini analazimisha vitu na matokeo yake anamuua mtu ambaye hana hatia na kuacha watoto wadogo kabisa. Sasa uone kwamba hili ni tatizoanamnagai mm. Kwakweli hili tukio sisi wanawake limetugusa sana, kwa sababu wanaume siku hizi mpaka tunafikia hatua tunawaogopa Yaani tunakaa wote tunalea watoto lakini, kumbe mwenzangu una kinyongo mpaka unakuja unanifanyia kitu kama hicho. Tunaomba jamani, wanaume kama tumewakwaza, mtuambie tu, jamani, mwenzangu, mimi nimekuchoka, una ili na ili, mimi sipendi unachonifanyia, lakini sio kutufanyia hiki kikitendo, kwa sababu matukio siku hizi yanaongozwa na wanaume kutuua sisi wanawake. Tulipokea huyo mama wa makamu ambaye inasadikika kwamba alishambuliwa na alifika kwenye hospitali yetu na alipatiwa matibabu kwa kadri ambavyo madaktari wameweza kumhudumia, lakini kwa bahati mbaya alipoteza maisha baadaye, mida majira ya mchana, wakati tunaendelea kufanya atakaye fanya hivyo, maana yake sheria haitamwacha lazima